Tumekutana hapa leo kwa jambo dogo lakini muhimu, dogo lakini muhimu, kwa sababu tumekuja kutambua kazi kubwa iliyofanywa na timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ambao uh, karibuni, wamepata ushindi, nadhani tarehe 28 mwezi wa kumi, sio? Wamepata ushindi, wamefanya vizuri, wamefuzu kucheza Wafcon. Ni Afcon ya wanawake, kwa hiyo inaitwa Wafcon Wameshinda kucheza WAFCON itakaofanyika mwezi Machi kule Morocco, hapa Afrika ni mfululizo, wamecheza iliyopita, wanakuja kucheza na hii. Kwa hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na serikali yake, tunawapongeza sana Twiga Stars kwa kufuzu kucheza WAFCON mwaka 2026 mwezi Machi. Tunawapongeza TFF kwa malezi mazuri ya timu hii. Huko tulikotoka ilianza kujengeka kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wanaume peke yake, lakini sasa tumeanza kubadilisha shilingi. Sasa shilingi inaanza kuonekana kwa pande zote mbili, kwa wanawake na kwa wanaume. Na bahati nzuri timu yetu ya wanawake inapata mafanikio ya kasi zaidi kuliko timu ya wanaume. Sio kwamba timu ya wanaume inafanya vibaya. Hapana, na yenyewe inafanya vizuri, lakini timu ya wanawake Twiga Stars imekuja na gia nzito. Kwa mimi nawapongeza sana e, wachezaji wetu, mabinti zetu, mnafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Rais yuko na nyinyi wakati wote, anafuatilia, alishawaalika Ikulu mkawa naye, aliwapa maneno yake, na ametuelekeza sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Eh, kupitia BMT tuhakikishe timu hii haishuki, tuhakikishe timu hii siku zote iko juu na inafanya vizuri, inafanya uwakilishi mzuri wa taifa letu. Kwa hiyo naomba popote mlipo, wakati wote, mtembee kifua mbele, mkijua kwamba serikali ipo na nyinyi, na nyinyi jukumu lenu ni kuhakikisha sio tu mnacheza vizuri, lakini mnacheza na kufanya ushindani tunaouhitaji, ili nchi yetu iendeleze mpango wake wa kutumia michezo kimkakati. Tunataka tutumie michezo kimkakati, ukisikia kutumia michezo kimkakati sio siasa. Tunataka kupitia michezo tupate watalii kwenye nchi yetu, tunataka kupitia kwenye michezo tufanye biashara, Watanzania wapate biashara, lakini tunataka kupitia kwenye michezo, nyinyi vijana wetu mpate ajira, mcheze. Leo hii, Masaka, Masaka yuko Uingereza anacheza Albion, Brighton, Brighton. Yu, anacheza Brighton. Yes, Brighton anacheza Brighton. Tunataka akina Masaka wengi wakacheze nje na hii inawezekana na dalili kubwa zimeanza kuonekana. Mimi najua najua wengi mambo yenu mnayofanya kimya, lakini mimi najua zaidi ya nusu ya wachezaji wa Stars, timu za Ulaya na sehemu nyingine za nje ya nchi ya Tanzania zinawahitaji sasa. Hayo sisi ndio malengo yetu, vijana wetu mpate ajira mpate hela na mkipata hela msisahau kuja kujenga nyumbani. Lakini pili, tuvutie watu wengi waje Tanzania. Watakuja watakao kuja kutafuta wachezaji, kutafuta vipaji. Watakuja watakao kuja kutembelea hifadhi zetu na maeneo yetu ya vivutio vya utalii. Watakuja wanaokuja kufanya biashara, watakuja wanaokuja kufanya uwekezaji. Lakini zaidi ya hapo, tutaitangaza Tanzania yetu kama nchi ya michezo, nchi ya mpira. Kwa hiyo, mmebeba dhamana kubwa, mnapovaa hizo jezi zina bendera ya taifa. Manake mmewabeba Watanzania, wanawaangalia nyinyi. Sasa, Mheshimiwa Rais amenituma kwanza, nije niwapongeze. Tunajua hapa katikati tumekuwa na uchaguzi, mambo yalikuwa mengi, hatukupata muda wa kuwapongeza. Lakini pili, amenituma nije niwakabidhi zawadi, na zawadi ambayo Mheshimiwa Rais ameamua kuitoa kwenu ni shilingi milioni 50. Yaani hiyo ni zawadi kwa sababu tu mmefuzu kwenda kucheza mkienda kucheza na WAFCON ni yenyewe, zawadi nyingine kubwa zaidi itakuja. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu e, na dada zangu wengine ni wanangu hapa, maanake mi na mtoto wa miaka 24, mimi mi mtu mzima sana e, msinichukulie poa <laughs> e, maana nyinyi wengine hapa ni wanangu e, hii zawadi ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa ama fedha ambazo wadau wanachangia TFF wanatoa kuwachangia nyinyi, hicho ni kitu kimoja na hicho kisiwapumbaze ziko ama yako ma, ma, ma, ma, manufaa makubwa zaidi ya haya ambayo mnaweza kuyapata kama mtakuwa serious. Mfukuzie ndoto zenu kweli kweli. Tumieni fursa ambazo serikali imeziweka, TFF wameziweka, tumieni vizuri. Na bahati nzuri tuna uongozi wa TFF chini ya Rais Wallace Karia na makamu wa rais wake, viongozi wake wa bodi ya ligi na wengine wazuri ambao wana mtazamo mkubwa wa kimataifa. Leo hii ta, Tanzania inashiriki kwenye mikutano mikubwa inayohusu mpira ya bara la Afrika. Rais wetu ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la kandanda barani Afrika, KAF inaitwa Excom, sawa? So, hiyo ni fursa kubwa. Engineer Hersi Saidi, rais wa Yanga, ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sio mambo madogo haya, ni mambo makubwa ambayo nchi yetu tunapiga hatua. Na msione haya mambo yanakuja mkadhani yamejileta yenyewe, hapana kuna kazi inafanyika na wanaofanya kazi ni pamoja na kiungo chetu muhimu cha TFF kwa upande wa eh, eh, vyama vya kimichezo lakini baraza letu la michezo BMT. Madam Neema, mimi nakupongeza sana. Najua uko chini yangu na kutuma kazi na, na kusimamia, lakini you are doing a good job. Ungekuwa hufanyi kazi nzuri leo tusingekaa hapa. Tumekaa hapa kwa sababu serikali na TFF tunafanya kazi pamoja na wote tunaona matokeo na tunazungumza pamoja. Basi jamani, Captain. Captain Yes. Haya basi, kwa niaba ya mheshimiwa rais, naomba nikabidhi fedha hizi shilingi milioni 50, ilikuwa ni wakabidhi tarehe 28 ya mwezi wa 10 2025, uh, lakini hatukuweza kwa sababu ya matukio ya uchaguzi, na sasa naomba niwakabidhi leo leo. Nawatakia kila laheri kwa niaba ya mheshimiwa rais hapo na wewe utoe ujumbe wako. Zio kitu wapi? Eh, wewe nikusaidie. Haya. Kwanza uh-huh. Hmm? Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha mpaka sasa hivi tuko salama. Tunashukuru walezi wetu. Subiri, subiri, subiri kidogo. Unajua hawataki nani? Unajua jamaa zangu. Eh. Tunashukuru walezi wetu TFF, um, kwa kutuwezesha mpaka sasa hivi tuko, tuko hapa tena. Tunashukuru tena serikali kwa kuweza kutuhamasisha kutupa hii, uh, hela hii. Sisi ni kitu kikubwa kwetu, ni hamasa tosha kwetu. Tutaendelea kufanya vizuri, uh, kama Twiga Stars, tutaendelea kupambana ili tuweze kuzipata hizi nyingi jungo, um, <laughs> tunaowapa tuna serikali, tunaomba msichoke, mwendelee kututafutia wadhamini ili tuwe, tuwe bora zaidi. Asanteni.